Unazungumziaje kuhusu tunzo za Grammy? Uh, kuhusiana na issue ya tunzo za Grammy ni kwamba ni tunzo ambazo ndo zinaheshima zaidi hapa duniani umeona? Kwenye upande wa muziki yani, katika entertainment industry kama upande wa movie jinsi ulivyo kwamba tunzo ambazo zinaheshima zaidi ni za Oscar, basi huku pia kwa upande wa music pia Grammy ndo tunzo bora zaidi duniani umeona? kwa hiyo ni tunzo ambazo zinaheshima kwa hiyo uh, japokuwa kuna wasanii wengine ambao tunawaheshimu lakini hawana Grammy hata moja, kama vile Snoop Dogg ni mmoja kati ya wasanii ambao anafanya vizuri sana huko Marekani kwa muda mrefu. Yuko kwenye game tokea enzi za kina Tupac na BIG lakini hajawahi kupata tunzo, umeona? Lakini ameshakuwa nominated mara kadhaa, which pia hata ukiwa nominated tu ni heshima vile vile, umeona? Kwa, kwa issue ya tunzo za Grammy, ni tunzo ambazo zina, zina heshima Uh, no na ukiona mtamsanii katika achievement za msanii basi mojawapo ni kupata tunzo za Grammy. Kwa hiyo hata hapa Tanzania tulivyoona wasanii wetu wameanza kuwa kuwa nominated au wameenda kuwa considered, maana pale hawakuwa nominated. Yaani nominated ni kuwekwa katika kipengele kwa ajili ya kushindania tunzo, lakini ile consideration ni kwamba unaomba nafasi ya kuwa nominated. Kwa hiyo hao wasanii wetu tuliona kwamba walipata nafasi ya kuwa nominated katika hizo tunzo, waliomba nafasi ya kupata kuwa nominated, which tayari hizo nominations zimetoka Hawajapata hata mmoja umeona, kwa ni kitu ambacho ni very disappointing, lakini still bado e, eh, mziki ndio ulivyo game, bado inasonga mbele eh, mambo mengine yanakuja, nafasi zipo huko, next time wanaweza waka, wakawa nominated. Lakini japokuwa hawajapata, lakini still ile kuwa considered tu, kuwa accepted, kuwa considered kwa ajili ya nomination pia ni kitu kizuri eh, lakini wangekuwa nominated ndio ingekuwa kitu kizuri zaidi, umeona, kwa sababu hata wasanii wakiwa wanatambulishwa katika achievement zao, wao wanasema kwamba Grammy nominated artist flani flani flani, flani. Maona, kama Snoop Dogg huwaga anatambulishwa hivyo katika event kubwa za mziki. Wanasemaga kwamba Grammy nominated artist Snoop Dogg. Maona, kwamba ile nomination tu ni heshima. Kama akishinda ndo inakuwa ndo unyama zaidi ya nunakuta kama mtu kama Kendrick Lamar. Wanasema kabisa kwamba Grammy award winner eh, Kendrick Lamar. Kwa ile kwa heshima mara mbili yake yaani. Maona, kwa kuwa nominated tu ni kitu kizuri. Lakini kushinda ndo bora zaidi, lakini kwa tuzisi bado labda haijawa bahati ila Grammy ni tunzo kubwa sana, nizingetuweka kwenye ramani ya mziki officially mmhm. Sawa, kwa nini wasanii wa Tanzania hawajanominated kwenye tuzo za Grammy? Eh, sasa hicho ndo kitu ambacho nadhani watu wengi sana walikuwa wanatamani kujua kwamba kwa nini wasanii wetu wapabongo hawajapata nafasi ya kuwa nominated sindio? Uh, sababu kubwa ya wasanii ile tuzo za Grammy bwana, sio tuzo za, za kawaida kama hizi hizi tuzo zingine maona Eh, watoto wa Australia wanasema kwamba zile tunzo bwana, yani ni kitu ambacho sio kipompi kipopalipa apa, yani kwamba sio tunzo ambayo eti mtu yoyote tu anaweza kawa nominated, umeona. Kwa mfano eh, usije kadhania kwamba labda wewe unaweza ukaimba tu nyimbo ambayo haina mantiki, haina uzito, ukasifikiria kwamba eti wale watakunominate pale. Sio kwamba watu pale, watu wafanye vitu kwa miemko, kwa sababu tunajua kwamba hizi tunzo nyingine uwaga watu wanapiga kura, umeona. Eh, kwa hiyo kama wewe ni popular kama wewe ni mtu wa makiki, unaweza ukashinda tunzo zingine hizo BET. Umeona, unaweza ukashinda tunzo kama vile I Heart Radio Award, sijui VMA, hizo hizo video video music awards za BT zile, umeona, unaweza ukashinda. Kuna zile Billboard music awards zile, unaweza ukashinda, ni tunzo kubwa pia huko Marekani, unaweza ukashinda zile, kwa sababu ukiwa na influence, yani ukiwa una umati wa watu wanakufuatilia, au watu wanakukubali kutokana na whatever the case ambayo wewe unafanya ukiwa msanii, lakini una makikikiki nini, unashinda zile tunzo. Sasa Grammy hawako hivyo. Maona Grammi ile ni Recording Academy, yani kuna wazee kule wanaojua mziki waliosoma. Mona yaani kule Grammi kuna wazee ambao wamesomea mziki haswa historia ya mziki, yani ile cultural, yani history wanaijua e, kiundani zaidi. Kwa wale pale ndio watu ambao wanaochagua wana nani awe katika kategori gani, na baadaye wao wenyewe ndo wanakaa wanaangalia kwamba nani anayestahili kushinda. Umeona. Kwa hiyo ile ni tofauti kabisa na hizi tuzo zingine ambazo unaweza uka ukaweka tu kwenye mitandao yako, asema wanangu nipigie kula watu wakatiririka, ukashinda. Kwa hiyo zile haziko hivyo, umeona kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho ni cha tofauti kuhusiana na Grammy. Sasa wasanii wetu, kwa nini hawajapata nafasi ya kuwa nominated katika hizo tuzo? Ni kwa sababu bwana, aina ya mziki ambao Watanzania wanafanya umeona yaani kusema aina ya mziki ni kwamba Grammy bwana hawawezi kukunominate iwapo yani, Grammy hawawezi kukunominate iwapo kama wewe unafanya mziki ambao sio asili yako. Yani hiyo ni sifa ya kwanza. Grammy hawawezi kukunominate kama unafanya mziki ambao sio asili yako, ni chimbuko la ule mziki unaofanya ni ndio unakuhusu historia yako wewe ulipotokea na huu mziki unaofanya ni the same, umeona, uweze ukafanya mziki wa hip hop hapa bongo uka ukashinda uka tunzo ya Grammy. Shaelewa? Kwa sababu hakuna hakunarap wa Kihindi ambaye ameshinda tunzo ya. Umeona eh, kwenye upande wa hip wayt akachukua tunzo kwambarap bora umetoka India, sio ma, sio, sio staili yao ya mziki. Umeona wanashinda wale wale watu, watu wa pale pale Marekani, kwa sababu ni mziki ambao ni asili yao. Ushaelewa? Kwa hiyo hiyo ndo tofauti ya Grammy jinsi walivyo, lakini kwa hapa bongo wasani wetu hapa wengi sana wamebezi kwenye mapiano mabezi kwenye mapiano na nyimbo mengine ya namna hiyo ambayo sio asili yetu. Ile ni asili ya wasanii wa kutoka South Africa, yani ile ni asili ya muziki wa South Africa amapiano. Umeona? Kwa hiyo uwezi ukawa, ukawa considered au ukataka kuwa nominated uka submit nyimbo ya mapiano alafu wewe ni Mtanzania, wakiangalia history ya mziki wa Tanzania amapiano haiwahusu, ni mziki kutoka South Africa, uwezi ukawa nominated. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya sababu ambao wabongo wamekosa nomination Grammy. Umeona eh. So sababu nyingine ni kwamba hawa wasanii wetu bwana wana tatizo lingine ambalo wanaimba sana nyimbo za mapenzi na bata umeona? Yaani nyimbo za bata na mapenzi ni nyimbo ambazo zishaimbwa sana umeona? Huwezi ukawa nominated katika tuzo za Grammy kisa umeimba mapenzi. Unaweza kuimba mapenzi kuliko akina Elton John ambao washafanya hizo inshu miaka mingi zamani? Unaweza ukaimba nyimbo za bata wewe kuwazidi wakina Arakeli eh? Umeona. Yani kwa hiyo yaani usije ukategemea kwamba utapita njia hizo ukashinda gram. Unaweza kuimba mapenzi kama wakina wasanii wakubwa kule Marekani, wako wengi sana wanaimba mambo ya mapenzi. Asha Raymond, nadhani kila mtu anakumbuka jinsi alivyokuwa anajua kuimba nyimbo za bata, nyimbo za mapenzi. Wasanii wakali sana. Na wewe tena mbongo, nataka leo tena usubmit nyimbo ambayo umeimba mapenzi. Kweli utatoboa nadhani. Inakuwa ngumu. Kwa hiyo lazima uimbe nyim, kitu kingine ambacho kinaweza kikawafanya wao kikawaconvince Eh, wakakupa hiyo nafasi ya kuwa nominated katika tuzo za Grammy. Umeona sasa, hapa wenzetu hapa, wasanii wetu hapa Bongo wataimba gololololo, wataimba lala kifuani usinzie, wanaimba mi me too, me too, I love you too. Me too. Yani hizo ndio nyimbo zao. Hizo nyimbo ukisubmit kweli huwezi ukawa nominated. Umeona yani, hizo nyimbo huwezi ukawa nominated kwa sababu ni nyimbo ambazo ni very common, yani idea ni midioka, yani idea ambayo imeshazoeleka Uje na idea konzi utakuwa submitted. Pia vile vile, zingatia we ni Mtanzania, njoo na nyimbo ambazo ni za asili ya Kitanzania, kitu kipya kwenye macho yao wenyewe. Pia wawe wawe surprise, yani wawe mesmerized na kile kitu ambacho umesubmit. Umeona, ukija na ngoma ya singeli, wenyewe watashangaa, hivi vibati vibati huko inakuaje? Wanaipa time, okay, huu ni mziki mpya kidogo. Kuna vibati vibati vinalia nini? Ai bwana, afu dundo linakuja linadondoka huko ndani, wanakusubmit Umeona, kwa hiyo vitu kama hivyo ni vitu vyaku- vya, ku, vya kuvizingatia sana. Wasanii wetu wako kwenye game, wengine wana miaka kumi na tano, kumi na nane, ishirini, wameshindwa kuwa nominated. Ni kitu cha aibu kusema ule ukweli, yaani tunawatia moyo of course nini next time, eh, lakini still bado ni kitu cha aibu. Wasanii wa wabongo wako vizuri eh? Wako vizuri bwana, wanafanya poa, wana uwezo mkubwa sana wa kuandika na nini, ni wabunifu na watu wanawasuporti, mpaka serikali pia inawasuporti. Umeona inakuwaje mnashindwa kuwa nominated Mnatuangusha, umeona ndio hivyo. Yani, kwa hiyo hiyo ndio issue issue jinsi ilivyo. Unadhani Eddy Kenzo amewazidi wapi wasanii wetu wa bongo? Aha, issue ya Eddy Kenzo bwana, ndio hicho kitu ambacho nilichokuwa nasema hapa kwamba hao wasanii inatakiwa wajiongeze. Eddy Kenzo nyimbo yake inaitwa Hope, uh, Hope and Peace, ushaelewa? Hope and Peace. Eddy Kenzo ka submit iwe uh, considered kwenye nomination, nyimbo inaitwa Hope and Peace yani matumaini na amani, umeona nyimbo hiyo mjomba, yule sio kwamba anashinda. Kwa nini hajasubmit Maria Rosa? Wanadhani aelewi? Anajua kwamba okay, hii nyimbo ni vitu local, kila mtu anavijua. Amekuja na idea fulani ambacho kinaweza kikamgusa mtu moyo wake. Okay, hope and peace, huyu okay, kidogo ana ujumbe mzuri. Wakiangalia huko kuna mitu mitu mwingine huko, member gololo, anaona uh, kapembeni, bora hata huyu hope and peace. Umeona, kwa hizo ni vitriki vidogo vidogo sana, wenzetu wanatupiga gepo. Na Eddie Kenzo actually ni mara ya pili anakuwa anakuwa nominated. Hebu fikiria msanii amekuwa nominated mwaka 2022, amekuwa tena nominated mwaka 2025, kwenda kuchukua tuzo Februari mwaka 2026. Umeona, kwani ni msanii ambaye kweli anajua nini anafanya, sio kwamba labda eti Eddie Kenzo ana talent kuliko Diamond kuliko Harmonize kuliko Mario kuliko Rayvanny, hapana kul... yaani sio kwamba jamani, ni mbaya kuliko hawashikaji hapa hapa Bongo, yaani ni kwamba tu Eddie Kenzo kajiongeza, okay. Simbi bata. Nyimbo, ana nyimbo nyingi ukiimba bata of course, bata tunapenda bwana, ukituimbia bata unyama, lakini huwezi kusubmit nyimbo ya bata. Umeshaelewa eh? Ukiimba nyimbo za mapenzi eh, ndio vitu vyetu, lakini huwezi kusubmit katika majukwaa makubwa ya mziki kama yale nyimbo yako ya mapenzi. Umeona, tumia akili, njoo okay, na kitu kingine cha ubunifu peleka. Umeona Eddy Kenzo kafikiria, kaona okay, ngoja nipeleke hii hapa, ina ujumbe mzuri, kapata hiyo nafasi, kawa nominated tena kwa mara ya pili. Heshima kubwa sana, Uganda wameifaa, wameiwekea, wame nchi yake, unaelewa? Kwa hiyo hiyo ni kitu kizuri. Umeona, kwa hata wasanii wetu wa Bongo watoe wa magoma kama hao ya Bata sawa lakini mwisho wa siku unakuwa una nyimbo zako za target. Umeona, kama Diamond unajua kwamba ni mtu wa target, unakuta sometime ana, anaitupa kidogo Bongo flavor pembeni anapiga magoma ya kuchezeka ili aende mjini. Of course anaenda kimataifa, si ndio? Sasa pia vile vile atengeneze pia magoma ambayo anajua kwamba haya atakuja kuleta heshima eh katika mziki wetu hapa Tanzania nikiwa nominated kwenye tunzo ya Grammy mimi mwenyewe. Sio nyimbo ambayo umeshirikishwa na Siara bwana, unaitegemea hiyo nominated ya, sio kweli. Sio unataka mwenye tu uweke uende wewe mwenyewe front. Umeona? Kwa hiyo Diamond, huu ujumbe uende kwa Diamond, kwa Alikiba, kwa Harmonize na wasanii wengine ambao wanaona kwamba wana uwezo wa kupata hizi nafasi, basi watengeneze nyimbo ambazo zina ubunifu, nyimbo ambazo sio za kuko, sio za kukopi genre za watu kama vile hizo za mapiano. Nazo zikawa nominated Watata, watakuwa nominated hawa wakina Tyler kwa sababu ni nyimbo zao Umeona? Lakini hawa wabongo bwana waje na nyimbo za kwetu sisi. Mm. Ukija hata kama ukija na mdundiko, singeli, nini michiriku hii, tengeneza ngoma kama hizo, peleka, unaweza wanaweza kawa nominated, kwa sababu wale wazee ndio vitu wanavyovitaka, kwa sababu kule Grammy huweza ukakuta mtu kijana bishow kule, unakuta wazee ambao wanajua kupiga vile vijita vya kwenye shingo vile vya begani vile nini, yani wale ndio unawakuta watu wanajua kweli mziki. Umeona kwa ndio hivyo. Kwa hiyo ujumbe ni kwamba huyo Dikenzo kawazidi hapo, tukajiongeza Kaona kwamba nitengeneze nyimbo ambayo ina ujumbe mzuri, nikisubmit naweza nikawa nominated, na of course kitu kime kimeitika. Wenzetu hao wamepeleka nyimbo za mapenzi e, eh, nyimbo za watu wa hip hop, wao wakina FDQ, wao bwana, muziki huu ndo kule Marekani, ndo kwao ndo asili yao, sio asili yetu. Peleka nyimbo nyingine, umeona? Kwa hiyo ndo hivyo, Mnyamwezi, yani njoeni na nyimbo zenu wenyewe za asili yenu, lakini pia vile vile kitu kingine eh, nyimbo za bata mapenzi na nini zisizidi, njoo na idea idea tofauti, tofauti tofauti vitu kama hivyo, nadhani next time watakuwa nominated na wenyewe.